Kudhaminiwa kwa mujibu wa sheria. Tulifungua maombi hayo ambayo yalipangwa mbele ya mheshimiwa e, mheshimiwa Gwantwa Mwankuga hapa mahakama kimkazi Kisutu, na maombi hayo leo yalikuwa yanakuja kwa ajili ya kusikilizwa, lakini kwa bahati nzuri siku ya jana e, tarehe 14 mida ya saa tatu asubuhi wa e, mteja wangu alipata dhamana ya jeshi la polisi. Kwa hiyo alidhaminiwa na jeshi la polisi jana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 Kwa hiyo siku upelelezi ukikamilika, na wakijua ni nani ambaye antakakuwawa na uchochezi na, na upe wa kimtandao then Wameatia mahakamani. Na walikuwa na taarifa hizo kwamba mteja wangu amepewa dhamana, kulikuwa kuna haja kala na shauri au siku mbili nilichukua muda huo eh, ili kuangalia mazingira kongena, Jebukua, ya kuongea na mteja wangu, japokuwa alikuwa ameshanipa maelekezo ya kuweza kufungua kesi mahakamani. Sasa mara ya pili ili kupelekea mrejesho kwa nini cha kufanya, sikupewa fursa hiyo kuona lakini bahati nzuri familia ikaniruhusu kwamba tuendelee na mchakato wa kufunga